Mimi siku zote nimekuwa ni mdau wa our ancestors diet mm. Yaani lishe ya babu zetu na Diyo. bibi zetu mm. Uh, mimi wanaisema ni stone age diet mm. Uh, nakumbuka katika uh, uh, somo la historia tulikuwa tunajifunza kwenye stone age mm. Eh, Middle Stone Age kwamba moto uligunduliwa katika enzi gani za zama za mawe, zama Diyo. za mawe za kati, za mwisho, za mwanzo. Umeona hili somo ukilielewa vizuri unaweza ukapata picha kwamba chakula cha binadamu wa kale kilikuwaje? Diyo. Chakula cha binadamu wa kale kilipikwaje? si unanielewa? Kwa hiyo madoido ya upishi wa sasa ni tofauti na madoido ya upishi ya nyuma. Kwa mfano a, zamani tulikuwa vyakula vyetu vilikuwa vinajikita hasa kwenye vyakula vilivyotokana na uwindaji, ufugaji na uvuvi. Mm. Nikimaanisha kwamba e, vyakula vilikuwa ni nyama, e, samaki, kuku, mayai na matunda pori. Ndiyo. Kwa maana hiyo ni kwamba hata e, upishi wetu ulikuwa ni kuchemsha, sasa okay. Uh, siku zote hata uhifadhi tulikuwa tunahifadhi kwa kuvikausha yeah. Tulikuwa tunavihifadhi kwa kuvikausha na chumvi, tunavianika mm. Hivyo ndivyo ambavyo tulikuwa tunahifadhi vyakula vyetu. Kwa hiyo sasa hivi ni tofauti kabisa. Hata kama chakula tulikuwa tunakipika baada ya ugunduzi wa moto mm. Tulikuwa tunakipika vile vile kwa kukichemsha. Maana mm, watu wengi wanasema kwamba mbona wa China wanakula sana vyakula vya wanga Mm. Eh, lakini hawanenepi eh. kwa nini nchi kama Japani inakula sana vyakula hivyo lakini hawanenepi? Angalia aina ya upishi wa Wachina. Wachina hata ukikuta wamepika kitimoto, amechukua kitimoto, amekikatia katia mle, kakichemsha, kachukua mm. mboga mboga za majani katupia mle, kachukua sijui mahindi eh, eh, ameatupia mle, umeona eh? kwa hiyo namna wao wanavyopika ni boiling boiling ni kuchemsha, kwa sisi huku e, wanatokotesha tu chakula kama vile unavyopika makande e. Lakini sisi vyakula vya namna hiyo anasema ukila chakula cha Kichina mm. Yani wala sio kitamu, ili mradi tu umefanya nini? Mm. umekula kukula. Wanaenda kwenye sehemu ambazo wanaziita Swahili food restaurant. Mm. vyakula vile vya Kiswahili, vyakula vya Kiswahili sasa ndio vile ambavyo vimejaa madoido ya upishi mm. Kwa mfano labda wewe unaniletea unga unga, mimi naweza nikaufanyia madoido nikaunda pishi inaitwa ugali mm, lakini wazungu hawana ugali. Manielewa. Kwa hiyo, ni madoido yetu tunayoyatengeneza ndo yanayotuletea ya madhara. Madoido haya hayakwepo enzi na enzi. mm.